Tupo katika kipindi cha Juma Kuu, yaani wiki moja kabla ya sikukuu ya Pasaka. Hiki ni kipindi cha muhimu sana kwetu sisi Wakristo hasa Wakatoliki. Ni kipindi kilichosheheni matukio mbalimbali mbali na ya muhimu kiimani ukizingatia siku ya Alhamis tunakumbukia karamu ya mwisho aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo na wanafunzi wake. Alafu siku ya Ijumaa ambayo tunaita ijumaa Ijumaa Kuu, tunayakumbukia mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo na Jumapili tunakumbuka kufufuka kwake kama yasemavyo Maandiko ukisoma wa sura ya 15 mstari wa 3 mpaka wa 4 utaona jinsi Paulo anavyozungumzia kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo baada ya siku tatu, ambayo pia inasemwa katika Hosea sita mstari wa pili mpaka wa tatu na vile vile Yesu mwenyewe alivyotanabaisha kama tunavyoweza kusoma katika Luka 24 mstari wa 45 mpaka ule wa 47. Sasa pamoja na haya matukio ambayo tunayaona katika hizo siku tatu kuu katika wiki hii, kuna mambo mengi pia ambayo tunayaona ndani ya matukio haya matatu. Kwa mfano, katika siku ya Ijumaa tunaona jinsi Yesu anathibitisha ukamilifu wa uh, unabii ambao ulinenwa tangu kabla yake. Tunajua kwamba Yesu alikamilisha um, maneno mengi ya kinabii au unabii ulionenwa kwa tangu kabla yake, na alitimiza unabii mwingi sana. Na katika siku kama ya Ijumaa tunaona Yesu ndani ya masaa ishirini na nne alivyozungumza mambo saba makuu ambayo nayo ni katika kutimiza maneno ya unabii. Sasa tuna pamoja na kwamba katika kipindi hiki tunaona matukio makuu na ya muhimu sana katika imani yetu. Matukio haya haya yametumiwa na wapinzani wa imani yetu kutupinga au kuyapinga, lakini wahenga wanasema, mti wenye matunda mengi ndio unaopigwa mawe sana. Sasa kwa vile matukio haya ni ya muhimu sana katika imani yetu, basi utaona ndio yanayoshambuliwa sana. Sasa utakuta pamoja na wapinzani wa imani yetu ambao wanayapinga mambo mengi, kama nitakavyoenda kuyaelezea, vilevile kuna watu wengi ambao wana udadisi wa kutaka kuelewa zaidi, au kuna wale ambao kwa nia njema wana maswali mengi au wana shauku au niseme wana mashaka, na mara nyingi wana maswali mbalimbali mbali ambayo hakika wanahitaji majibu. Lakini naweza kusema wote hawa, wawe ni wapinzani, wale wenye shauku, au wale ambapo hawajui, wanahitaji kupewa majibu toshelezi kwa sababu wanahitaji kuielewa imani yetu kwa ukamilifu badala ya sisi kuwacha hewani. Lakini utakuta mara nyingi wanapouliza maswali magumu, sisi huwa hatuwapi majibu. Wakati mwingine tunawajibu kwa hasira, na hata wakati mwingine tunawafukuza. Niliwahi kuona katika makundi kadhaa yetu haya ya WhatsApp watu wale ambao si wa imani yetu wanapojaribu kuuliza maswali basi inakuwa ni tiketi ya wao kutolewa mbio katika makundi yetu. Wengine wanapouliza swali hawapewi jibu la moja kwa moja, bali wanajibiwa uh, kwa maswali au kuambiwa kasome, au basi wanapewa majibu tofauti na maswali waliyouliza, na wakati mwingine wanapouliza zaidi ili wapate majibu, basi wanajibiwa kwa hasira na kuachwa. Lakini hatupashwe kufanya hivyo. Uh, tunapashwa kuwapa majibu, na kama majibu sisi hatunayo basi tuwajibu kwa upole na tuwashauri kuwa wedha, tunaweza tukawatafutia majibu ya maswali hayo, au tunaweza kuwaelekeza kwa mtu anayejua zaidi au hata kusema mimi sio mjuzi wa mambo haya samahani. Lakini si jambo jema hakika kumfukuza yule ambaye anataka kujua, hata kama ni mpinzani, basi tunapaswa kuwapa majibu. Sasa majibu ya upole ni ya muhimu, kwani hawa watu wanakuja kwetu ili sisi tuwahubiria habari njema. Aa, hii ndio ile Yesu alisema katika Marko kumi na sita kumi na tano kwamba tuende ulimwenguni kote kuwahubiria watu wote habari njema, kuhubiria kila kiumbe habari njema. Basi tusiwafukuze bali tuwape msaada. Sasa basi, kama nilivyosema tangu mwanzo, kuna maswali mengi ambayo yanaulizwa na wapinzani au wale watu ambapo wenye shauku ya kutaka kujua, au watu ambapo kabisa hawajui moja kwa moja lakini wanahitaji ma, majibu. Sasa tuangalie baadhi ya maswali hayo ambayo yanaendana na matukio muhimu ya, ya, ya wiki hii. Kwanza kabisa, kuna wale wanaohoji mateso na kifo cha Yesu. Hawa wanasema kama Yesu ni Mungu, iweje mwanadamu aweze kumuua Mungu aliyemuumba? Je, kuna wakati mwanadamu amekuwa juu ya Mungu? Sasa vilevile vile, wanasema ikiwa kama Yesu aliuawa na watu na Yesu ni Mungu, kumbe kuna kipindi ambacho dunia ilikaa bila Mungu aliyeuawa na wale aliowaumba na kuzikwa kwa siku tatu. Maanake dunia ilikaa bila Mungu kwa siku tatu. Sasa hakika katika jambo hilo, wengine wanatuona machizi, kwa sababu wanaona tunaenda kinyume na yale tunayofundisha au yale tunayodai kwamba Mungu ni mweza wa yote, lakini papo hapo tunakuja kusema kwamba Mungu anauawa na kile kisicho na uwezo juu yake. Kwa hiyo watu wa namna hii wanahitaji majibu. Sasa vilevile vile, katika jambo hilo tulilolisema, kuna wengine wanahoji umungu wa Kristo, wanatumia nafasi hiyo kuhoji umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo wakidai, je, kama Yesu aliweza kuuawa basi huyo si Mungu, maana Mungu hana mwanzo wala mwisho na hajawahi kufa wenzetu Waislamu wao wanapinga mateso, kifo na ufufuko wa bwana wetu Yesu Kristo waziwazi wazi. <coughs> hata sura katika kitabu chao cha Kurani kinapinga jambo hili. Kwa mfano, ukisoma sura inayoitwa Anisa 4 157 inasema Wakristo au tuseme Wayahudi wanatamba tumemuua masiha Yesu mwana wa Mariam, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lakini hawakumuua wala kumsulubisha. Hawana uelewa wa jambo hilo, bali wanafanya kukisia. Kwa hakika hawakumuua. Kwa hiyo ndugu zetu Waislamu, kwa kutumia kitabu chao wanathibitisha jambo hilo, yaani wana elezea au wanapinga um, kuhusu mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristu. Sasa wanaenda zaidi kuthibitisha hilo kwa kupitia uh, Matayo 26 mstari wa 36, mpaka ule wa 44, ambapo Yesu aliomba, alimwambia, aliomba akisema aepushwe na kikombe hiki aepushwe na kikombe hiki. Sasa nitaeleza hapo kidogo. Hapa kuna tatizo ambapo hata sisi tunawapa nafasi pale tunaposema kikombe hiki cha mateso, tunaongezea hapo neno kikombe cha mateso. Lakini ukisoma vizuri maandiko unakuta kwamba Yesu hakuombwa. Amini, Yesu hakuomba aepushwe na kikombe cha mateso. Hakuna mahali popote pameandikwa Yesu alisema kikombe hiki cha mateso. Labda ukasomia aya ili uweze kuelewa vizuri zaidi. Yesu alisema aepushwe na kikombe hiki, na ni muhimu sana kukifahamu ni kikombe kipi, kwa sababu sio kikombe cha mateso, na tutaonyesha Uh, matatizo ambayo yanatokana na neno hilo tunaloliongeza la kusema kikombe cha mateso sasa ni kwa nini basi wenzetu Waislamu wanaunganisha na kifungu hiki? Sasa wao wanasema, ikiwa kama Yesu aliomba aepushwe na kikombe cha mateso maana yake kuna wakati ambao, naomba tulishikilili kabisa, wanasema kuna wakati ambao Yesu alikiogopa kifo, na sio kweli. Kama Yesu aliomba aepushwe na kikombe cha mateso, basi hawa wapinzani wanasema kuna wakati ambao Yesu alikiogopa kifo, lakini hilo sio kweli, na tutakuja kulielezea kwa kirefu. Sasa hawa ndugu zetu wanajumuisha hapo na kifungu kile kinachosema Yesu alitokwa na jasho la damu ambapo tunaweza tukapata hilo katika Luka 22:44. Wao wanasema eti kama Yesu alitokwa na jasho la damu ni ishara ya kuwa na hofu kubwa sana juu ya kifo. Sasa niliwahi kusoma uh, kuwasoma wanazuoni Uh, wa masuala ya imani waliokuwa wanaelezea jinsi mtu anavyoweza kuwa na hofu kubwa juu ya kifo hata kutoka, kutoka jasho la damu sasa wanazoni hawa ni wakristo na wao wanajaribu kuthibitisha kwamba Yesu alitokwa na jasho la damu na wanathibitisha kwamba kuna hatua ambayo mwanadamu akiwa katika hali ya huzuni, nisiseme huzuni, akiwa katika hali ya hofu sana, anaweza kutokwa na jasho la damu, ambapo sasa wanasema hayo kuthibitisha kwamba Yesu alitokwa na jasho la damu. Lakini bahati mbaya ni kwamba si kweli kwamba Yesu alitokwa na jasho la damu kwa hofu kubwa ya mateso aliyokuwa akiyaendea hiyo haikuwa kweli na wapinzani, japo wanashikilia sana jambo hilo, lakini sio kweli. Sasa wapinzani wanatumia jambo hili la Yesu kuwa na hofu ya kifo kusema kuwa eti yeye siyo Mungu, maana wanadai Yesu anaenda kinyume na yale Mungu aliyotuamuru, tena mara mia moja na sitini na tano katika maandiko akisema tusiogope. Sasa iweje kama Yesu ni Mungu? Mungu yule yule anatuambia tusiogope lakini yeye anaogopa. Tena anawaogopa wanadamu ambao wanaenda kumuua. E, hapo ndio wanatuona sisi kama kwamba kuna, kuna walakini hapa. Sasa wanasema hata wafuasi wake yani, wafuasi wa Yesu walikuwa na, walikuwa ni mashujaa wasioogopa kifo na hawakuogopa kifo kwa ajili ya Yesu, lakini yeti Yesu yeye alikuwa na hofu kuwashinda wale wafuasi wake. Kwa mfano, wapinzani wanatumia mfano wa Stefano, shemasi Stefano ambaye aliuawa kishujaa kwa kupigwa mawe. Huyu hakuonyesha hofu yoyote, bali alionyesha ujasiri wa kufa. Ukisoma matendo nne. Alafu pia Matendo nane, nane. Utaweza kuwa na habari za uh, Stefano ambaye aliuawa kwa kupigwa mawe, lakini bibilia haionyeshi kwamba naye alikuwa na hofu hata ya kutokwa na jasho la damu kwa kuogopa ma, ma, mateso. Sasa tukisema kwamba Yesu alitokwa na jasho la damu kwa hofu ya mateso, sasa iweje yeye Bwana wetu atokwe na jasho, yaani awe na hofu ya kifo, lakini wale wanamtetea, wale ambao wanakufa kwa ajili yake, kama huyu Stefano hawakuwa na hofu vilevile. Hata ukitazama Petro, yeye Petro alipata adhabu ya kusulubiwa msalabani kama Yesu, lakini hakuonyesha hofu yoyote kufa kwa ajili ya Kristo tena aliomba asulibiwe kichwa chini na miguu juu ili asife tu sawa na kifo cha bwana wake Yesu Kristo. Sasa iweje leo hii tuseme kwamba Yesu yeye alikuwa na hofu, lakini mwanafunzi wake Petro ambaye alikuwa na hofu wakati Yesu alivyokamatwa ndo akam, akamkana Yesu mara ngapi? Mara, mara tatu. Leo hii ndi anakuwa na, na, na, na ujasiri zaidi ya bwana wake Yesu Kristo. Hapana. Vilevile hata tukiangalia Paulo, yeye alikuwa shujaa vilevile kwa sababu alikubali kukatwa kichwa kwa ujasiri kwa ajili ya Yesu. Kuna mashahidi wengi tu, mfano mashahidi wa Uganda ambao walikufa kishujaa bila kutetereka katika imani, na walipewa ma... u... u... uamuzi wa kuchagua kufa au kuishi kwa kuikana imani, lakini kishujaa wao walisimama imara na wakakubali kuuawa kumtetea Bwana wao Yesu Kristo. Sasa iweje basi Bwana wao yeye awe na hofu ya kifo? Na huyo ndiyo alisema kwamba uh, msiogope. Sasa hapo ni tutaelezea kwamba Bwana wetu Yesu Kristo hakuwa na hofu ya kifo na ni kwa nini alisema kikombe hiki je, ni kikombe kipi, na ni kwa nini alitokwa na jasho la damu, ili tuweze kuelewa kwamba Yesu hakuwa na hofu yoyote juu ya mateso na kifo chake. Sasa wapinzani hawaachi hapo, wanaendelea kuhoji wakisema, iweje sisi Wakristo tunasema tumemuua Yesu kwa dhambi zetu? Kwa sababu kuna hata nyimbo ambazo tunaimba tunasema tumemuua kwa dhambi zetu. Katika njia ya msalaba huwa tunasema kuna kituo kimoja ambacho tunasema tumemuua Yesu kwa dhambi zetu. Sasa wao wanasema iweje sisi tumuue Yesu kwa dhambi zetu? Wanasema maana yake ikiwa kama ni dhambi zetu zimemuua Yesu basi shetani ambaye ni chanzo cha dhambi alifanikiwa kumshinda Yesu. Lakini sio kweli. Shetani hajawahi kumshinda Yesu hata kidogo. Shetani alitokana na malaika Lusifa. Tukisoma habari za Lusifa na ambazo tulizijadili katika uh, tafakuri zetu za nyuma, ni shetani ambaye hapo mwanzo alikuwa ni malaika Lusifa. Yeye pia ni kiumbe kilichoumbwa na Yesu kwa sababu Biblia inasema hakuna chochote kilichoumbwa ambacho kiliumbwa pasipo Yesu. Yeye ndio alihusika katika uumbaji wetu. Ukisoma hilo tunalisoma hilo katika Yohana moja mstari ule watatu. Kwa hiyo ukweli ni kuwa Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu hakuuawa na dhambi zetu, hatukumuua Yesu kwa dhambi zetu Dhambi zetu, sizo zilizomuua Yesu, lakini basi hapo hapo kuna kuwepo pia na maswali kwamba iweje Yesu afe kwa ajili ya dhambi zetu, na jambo hilo limezungumziwa sana na wapinzani wa imani yetu. Wanahoji iweje Yesu afe kwa ajili ya dhambi zetu na wananukuu katika Biblia. Biblia inasema tuseme, kumbukumbu la Torati 24 mstari wa 16 inaosema, wazazi wasiuawe kwa makosa ya watoto wao, wala watoto wasiuawe kwa ajili ya makosa ya wazazi wao. Na vilevile kuna vile kifungu katika Bibilia uh, hipo katika Wagalatia 6:5 ambayo inasema kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Sasa wao wanauliza iweje Yesu basi aende kinyume na maandiko haya ya Bibilia. Eti afe kwa ajili ya dhambi zetu. Hilo tutalifafanua kwa kirefu kujibu hoja hiyo kwamba ni kwa nini Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na ni kwa jinsi gani kifo cha Yesu kinatofautiana na hayo mambo ambayo tumeyasoma katika kumbukumbu la Torati na pia katika Wagalatia. Sasa ukiwaambia wapinzani kuwa Yesu hakuuawa na mtu au chochote kile bali aliuawa kwa mapenzi ya Mungu kama tunavyosoma katika Yohana 3:16. Um, napo wanakuwa na maswali kadhaa, na labda basi nizungumzie hilo kwamba Yesu aliuawa na nani. Katika kitabu ambacho kinasema Rarweni mioyo yenu, apo walishangaa tulivyosema kwamba Yesu hakuuawa na yeyote bali aliuawa na Mungu na lakini ndani tulieleza kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na aliuawa sina mtu yeyote, au si kwa kitu chochote sipokuwa, aliuawa kwa mapenzi ya Mungu kama vile tunavyoweza kusoma katika Yohana tatu kumi na sita, anasema kwa maana hii, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanaye wa pekee, ili kila aminie apate kuokoka. Sasa tunaona ni kwa mapenzi ya Mungu Yesu alikufa, sio kwa mapenzi yetu, siyo dhambi zetu zilizomuua. Lakini pia katika eneo hilo wapinzani wanakuja na maswali mengine, wanasema iweje basi Mungu alimuua mwanaye badala ya kumuua shetani? Je, Mungu hana uwezo wa kumuua shetani alafu mambo yakaisha? Wanauliza, je, kama Mungu alishindwa kumuua shetani, kumbe basi shetani ni mbadala wa Mungu? Yaani ana nguvu sawa na Mungu? Hilo nalo tutalifafanua vizuri, kuonyesha kujibu majibu haya uh, majibu ya maswali haya. Sasa pia utaona katika siku katika tukio la Pasaka, tunashangilia sana tukisema Kristo amefufuka amemshinda shetani. Sasa hapo hapo wapinzani wanadakiza wakisema, ala, hivi kumbe Yesu alikuwa anashindana na shetani, kwa sababu anayeshinda ni mmoja wapo katika washindani uh, miamba miwili inaposhindana, basi mmoja wapo lazima ashinde wa na mmoja kubali kushindwa. Hata katika timu za mpira tunaona timu zipo katika nafasi moja huwa zinashindana, alafu timu mojawapo inashinda na nyingine inashindwa. Sasa wao wanachukulia jambo hilo wakisema, sasa ikiwa kama Yesu amemshinda shetani, basi inaonekana Yesu alishindana na shetani. Lakini sio kweli, ni kwamba Yesu hajawahi kushindana na shetani. Yesu hakuwahi kushindana na shetani, kwa hiyo ni makosa kusema Yesu amemshinda shetani. Shetani hana nafasi yote ya kushindana na Yesu, hana nguvu yeyote ya kushindana na Yesu. Yesu hakushindana na shetani, kwa hiyo tukisema Yesu alimshinda shetani kwa kuli ni makosa. Unaona, shetani hakushindana na Yesu, isipokuwa shetani ni mshindani wetu sisi, kama tunavyoweza kusoma katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8, ambapo anasema Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumaye anazunguka zunguka akitafuta mtu ammeze kwao. Unaona, shida iliyokuwepo sio kati ya yesu na shetani. Shida iliyokuwepo ni kati ya shetani na sisi. Kwa hiyo tunafanya makosa kusema yesu amemshinda shetani, labda tungeweza kusema yesu alitusaidia tumshinde shetani kwa kifo chake ametupa nafasi, ametupa uwezo, ametupa mamlaka na ametupa nguvu ya kumshinda shetani. Sasa maswali hayo na mengine tutayajibu katika mfululizo wa majibu yetu kwa maswali haya ya wa wapinzani, na kama nilivyosema Mas, ni bora kuwapa watu majibu tofauti na kukataa kuwapa majibu au kuchukia pale tunapoulizwa, na hata kama hatuna majibu basi tukayatafute sisi. Tumewahi kuulizwa maswali haya na watu wa aina mbalimbali, na tulijitahidi kidogo kuyatafuta majibu, na tutayashirikisha katika tafakuri hii, kwa sababu ni kipindi chetu cha, cha muhimu sana katika imani yetu. Asanteni.